Salma Kikwete mke wa aliyekuwa rais wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete amechukua fomu ya kutetea ubunge wa jimbo la Mchinga ndani ya chama cha CCM. Zoezi hilo likiwa limefanyika leo Juni 30, 2025. Ir ni kukumbushe historia yake kidogo, kuwa Salma Kikwete aliwahi kuhudumu kama mwalimu kwa zaidi ya miaka ishirini. Salma Kikwete pia ni mwanamke mwanaharakati na mwanasiasa mwaka elfu mbili na tano wakati serikali ya Tanzania ilipoanzisha kampeni ya taifa ya upimaji wa hiari wa virusi vya ukimwi jijini Dar es Salaam, Salma Kikwete na mumewe Jakaya Kikwete walikuwa watu wa kwanza kupimwa nchini humo. Mwaka elfu mbili na tisa Salma Kikwete alikuwa makamu wa rais wa kanda ya mashariki wa Jumuiya ya Wake wa Marais wa Afrika Dhidi ya Ukimwi. Mwaka elfu mbili kumi na mbili Salma Kikwete na rais wa zamani wa Botswana Festus Mogae na watu wengine kumi mashuhuri barani Afrika waliungana na UNESCO na UNAIDS kuunga mkono mkakati wa mashariki na kusini mwa Afrika wa kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi na afya ya kijinsia kwa watoto wadogo ambayo ilianzishwa tangu Novemba mwaka 2011. Salma Kikwete pia ni mwanzilishi wa wanawake na maendeleo WAMA, shirika lisilo la kiserikali ambalo linachochea maendeleo ya wanawake na watoto. Mwaka mmoja baada ya mume wake kuondoka madarakani, Salma Kikwete alichaguliwa na hayati rais Dr. John Pombe Magufuli kuwa mbunge wa viti maalum tarehe moja Machi 2017. Mama huyu pia ameanzisha shule mbili za sekondari Wama na Kayama Nyamisati na Wamasharifu Lindi, zinazoongozwa kimkoa zikisomesha watoto wa kike bure na wakipewa kila kitu muhimu bila kujali kabila wala dini. Kwa mujibu wa The Political Service Retirement Benefit Act mia mbili ishirini na tano, kila mwezi wake wa marais huo wanalipwa asilimia sitini ya mshahara wa rais aliyepo madarakani. Hiyo ni historia fupi ya mke wa aliyekuwa rais wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete Mama Salma Kikwete. Ni yapi maoni yako katika historia hiyo ambayo umetoka kuisikia?